Oh, bibi na bwana. Kwa mara nyingine tena tunaendeleza bora wetu kama kawaida, finishing kali za nyumba zinapatikana kwetu. Mm, karibuni ndani tuangalie vitu hapa. Yes, hii hapa ni sebule, sitting room, mnyama kama huu, tulia hapa. Yes, very good. Tunakuja hapa hapa ni dining, dining kuna master, master master, namuona ongea na kazi baba. Asante eh, very good, asante sana. Good job my friend, umetisha. Sasa hapa juu kuna kuna kaua hapa ka dining, kako safi, bado tuko shata. Yes bwana, tunakuja hapa. Hii ni corridor bwana, corridor ina unyama kama huu hapa, hizi mm, ni bano zimepigwa vizuri kabisa yes. Mm, mambo kwa ushahidi zaidi e bwana eh. Shondo hiyo hapa, shondo hiyo hapa, shondo hiyo hapa hmm. Shindwa wewe tu hapa, shindwa wewe tu. Kazi nzuri, Bekitonga maongezi yapo Piga e, simu upate unyama kama huu. Sikwambie mtu acha, longo longo zote zipite, lakini hakikisha kazi yako inakuwa safi. Nyumba ni finishing aa, nyumba ni finishing kama unavyoona nyumba kali e, feri wewe tumteja. Hatuna mambo mengi sisi, tunafanya kazi na watu wa kila aina Bei zetu ni ndogo sana.